Tuelekee Trans Nzoia tena ambapo wakulima katika kaunti hiyo wamepata afueni baada ya magunia elfu tatu ya mbolea kuwasili katika maghala ya Bodi ya Nafaka na Mazao NCPB. Hata hivyo, wakulima hao wanaitaka Idara ya Upelelezi ya Jinai DCI kuwakamata wakiritimba wanaodaiwa kusababisha uhaba bandia wa mbolea wakulima wanashuku kuwa mbolea inahifadhiwa kimakusudi ili kuuzwa baadaye kwa bei ya juu, hali ambayo inawalazimu kukita kambi katika vituo vya NCPB kwa matumaini ya kupata mbolea uh, mapembejeo hiyo muhimu. Katika maghala ya NCPB mjini Kitale, mamia ya wakulima wamekusanyika kutafuta mbolea, na baada ya kusubiri tangu wiki jana, hatimaye magunia elfu tatu ya mbolea yamewasili hapa. Wakulima wakipata afueni. tumepata wagons stano, tulikuwa na pressure sana lakini at least itapunguka. tunaona tumepata mbolea imekuja na gari ya moshi. Hata hivyo, mapema hii leo hali ilikuwa tofauti, wakulima wakihangaika kusubiri mbolea. Hali hii inadhihirisha changamoto kubwa wanazokumbana nazo wakati huu wa msimu wa upanzi na mbolea. na na kila hatuelewi hii mbolea inaletwa kwa lori na kuanga kiasi gani, na watu wamegawiwa mbolea kidogo na kidogo, wanasema mbolea imeisha wakulima wanashangazwa na jinsi mbolea inavyowasili na kutoweka huku idadi kubwa ya wakulima bado wakihitaji bidhaa hiyo. Wanaelezea kuwa kuna njama fiche inayohitaji kuchunguzwa na maafisa wa upelelezi ili kubaini wahusika wa hujuma wa hii. Na watu wa nini ndio wanatumaliza hapa brokers. na wakati unapoongea ukweli hatutaki ku, kusikizwa na manager. so nakuomba na hata kama anakudhurumu hata kama wanafanya kinyo nafanya kuja fuatilie maneno jana tu, nilikuwa hapa mchana mzima, trailer ilikuja jana moja, na hiyo trailer tuliingizwa watu waliingizwa pale ndani, watu ishirini na kwa hiyo watu ishirini, hata kumi hawakupewa mbolea na ikasemekana imeisha. Baadhi ya wakulima wanasema kwamba mbolea inayopatikana kwa wingi si ile inayohitajika kwa watu wa hii ya upanzi leo, wanatuletea urea badala ya kutuletea DAP. Tangu lini mtoto akisaliwa anaweza pewa ugali badala ya maziwa. Wanafika hapa hakuna mbolea, ayaangalia saa hii ni mzimu wa kupanda, tunapewa mbolea mbolea yenye mengi hapa ni urea, munaona ndio hiyo trailer na imeenda imeisha. Kuwasili kwa shehena hii angalau imewapa wakulima matumaini, wataelekea shambani na hawatachelewa msimu wa upanzi Collins. shit ya bai rune.